Na mimi naomba niwahakikisheni mtaendelea kulinda mali na ardhi yenu kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vijavyo, kwa sababu naamini kubwa ardhi hii ndio mali pekee ambayo nyinyi wana kijiji ndiyo haki ambayo mnaweza kuwapatia kwa maendeleo. La tatu, nilishasema mapema, hakikisheni mnavutia wawekezaji Eneo lenu liko jirani, huku ni ziwa, huku juu ni national park, huku ni national park. Yaani hii, mko katikati ya pesa. Fanyeni hivyo kusudi mmsaidie mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan kuongeza idadi ya watalii kulala kwenye yeah. Kijijini mtu yoyote awe ni kiongozi amechaguliwa juzi jana, mkiona ameanza kugeuka, anataka kuuza maeneo ya nini ye yeah. Msikae kimya, pigeni kelele, sababu katika uwekezaji pia kuna pasenti ambayo itakuwa ije kijijini. Tumieni huu ushauri, mtakuja kunishukuru. Baada ya kuzungumza maneno haya, sasa nitamke wazi kwamba kikao hiki ambacho nilikuja kusikiliza kero tumekimaliza kwa maelezo kwamba eneo lilozidi lirudi kwenye serikali ya kijiji. Bwana Thomas Samuel ambaye ni mtendaji wa kijiji cha Mswakini juu hajahusika na ugawaji wa ardhi hiyo kwa wauzaji kwa dhumuni la kujinufaisha, bali wauzaji walipata ardhi hiyo kwa mgawanyo wa mwaka 98 kama ambavyo tumefafanua hapo mwanzo na wengine kwa kununua namba F. Bwana Thomas Samuel ambaye ni mtendaji wa kijiji cha Mswakini juu amekiri kuwa alishuhudia mikataba ya mauziano ya ardhi hiyo ikiwa ni kutekeleza taka la mkataba wa mnunuaji kutaka kuthibitishiwa na serikali ya kijiji kuwa wauzaji ni wamiliki halali wa ardhi hiyo na eneo linalotamuka. Sasa mimi, sehemu ambayo tumegawa kumi kumi na yafahamu, eneo ambalo limetengwa kwa sababu ya jamii na ifahamu, na ndio sababu w, w, w, WMA ikapatikana na maeneo ya mifugo yakapatikana. Eneo lililopatikana katika vijiji hivi vyote viwili ni eneo ambalo naamini kwamba liko kusini mashariki mwa kijiji hiki cha Mswakini juu. Wanashanga kama kuna hoja iliyokuja mezani baada ya sisi kuwa tumeweka vibao kwenye eneo la malisho, na ijaturudia tukaona na sisi kwamba pengine kwa hiyo uh, ikawa ni shida. Kwa hiyo ni niombe niombe, mimi atakayethibitisha kwamba nyaraka sio halali sio mimi. Kuna taratibu, na hata mtendaji alipoondoka hapa niliwaomba sana pale kwamba tumwache mtendaji tushughulikie hili tatizo wakati yupo, ili kama kuna mtu wa kumgoji kampake mtu wa ufayali ikawa ni shida. Nikaona kwamba akiendelea kubaki atahatarisha maisha yake. Kwa hiyo mkuu, hasa naoo umekuja, mimi nimekaa, nime pembeni, kama kuna sehemu nimekanyaga bahati mbaya, utanyusha tu kwa <coughs> hivyo. Kwa asilimia kubwa ya wale wauzaji leo wako hangini na wamekwenda kwa fedha zangu wameniuzia.